Karibu sana mtazamaji kwenye mfululizo wa vipindi vyetu, ikiwa ni kuelekea siku mia moja za mageuzi makubwa ya kipindi cha pili cha uongozi wa awamu ya sita e, Ikulu, lakini pia ikiwa kinaongozwa na mheshimiwa e, Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini tupo hapa kwa ajili ya kuangalia e, utendaji kazi wa siku mia moja za kwanza katika uongozi wake ndani ya miaka mitano na tunafahamu kuwa wapo wananchi ambao wametarajia mambo mengi na makubwa kuelekea e, katika uongozi huu, lakini kikubwa ni kwamba tunaangalia kwenye nyanja muhimu ambazo pengine walikuwa zilikuwemo e, kwenye ilani, sasa zimeshaanza kufanyiwa kazi. Kwa hivyo utakuwa nami e, kivumbi maarufu, niko na mwenzangu e, Maungo Omari Hamisi ambaye yeye ni mdau wa maendeleo akiwepo hapa kwa ajili ya kuchambua mambo kadha wa kadha, lakini je, kujadili na kuona tunakwenda vipi? E, tutajadili mengi karibu na nikua, nikualike sasa ili tuweze e, kuendelea. Leo ikiwa ni siku ya sabini na tatu e, e, siku sabini na tatu lakini bado siku ishirini na saba tu kuelekea siku mia moja e, tokea kuapishwa kwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan E, tarehe tatu Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kikubwa ni kwamba endelea kukaa hapo hapo. Maungo Omar Hamisi, karibu sana kwenye studio zetu. Shukrani sana Bwana Kivumbi. Ndio kwa kuanza, e, tunaona siku mia moja za uongozi wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan madarakani ama ikulu. Ndiyo. e, pengine kwa sisi ambao tunaishi mtaani, yani kwa maana mimi na wewe na. e, tukianza na wewe kwa maoni yako unadhani kwa nini zinaangaliwa zaidi siku mia moja na zisiwe siku arobaini siku kumi siku elfu moja Kwa nini zinaangaliwa siku e, e, zinaangaliwa siku mia moja za kwanza, hii inakupa picha gani kwanza siku mia moja za kwanza tangu kiongozi anapoingia madarakani? Mm. haipo kikatiba mm. lakini kama nakumbuka kama nakumbukumbu vizuri mm. ni mchakato ulioanza mwaka 1933 wakati Rais wa Marekani Bwana Franklin Roosevelt mm. anachaguliwa na nchi ilikuwa kwenye mdororo mkubwa wa uchumi mm. great economic depression mm. kwa hivyo, yeye kwa utashi wake akasema atafanya mabadiliko kadhaa ndani ya siku zile mia moja. Sasa baadaye ikawa popularized yani, yani kwamba ikawa ni, u, imekwenda kama ni utamaduni mm -hmm. Na wengine pia tukaanza ufanyaje kurithi, lakini haipo kwamba kwa, kwa ni swala la mujibu wa katiba au, au, au, au la, lakini ni, ni kwa maana tu ya kuonyesha kwamba mm -hmm. mchakato wote mzima wa uchaguzi amini wa kampeni ulivyokwenda mm -hmm. Zile siku mia moja ni kuonyesha kwamba yale yaliyokuwa yanaradiwa ndani ya, na ya, ya, mm -hmm. ya, ya, ya kampeni sasa tunaenda kufanyaje kuya kuya kuya kuya rais rais anakwenda kuyatekeleza, ni kuonyesha commitment yake katika kile alichokiahidi wakati wa kampeni. Lakini haipo written kwamba ni constitution wise, hapana. Kwa mtazamo wako, e, kama mwananchi na kama mpenda maendeleo na kama mwana maendeleo, pengine unaona ni mabadiliko gani hasa ndani ya siku hizi mia moja eh, unaweza kusema Rais Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kweli kweli? Ni mabadiliko gani? Naam, tukitaka kusema ni mabadiliko gani, lazima tuangalie ni nini alichoahidi hmm. Na katika hicho alichoahidi nini kimefanyika na nini hakijafanyika kwa hmm. sababu so, aliahidi mambo mengi Mheshimiwa Rais aliahidi mambo mengi, aliahidi mambo ya ajira kwa vijana, akaahidi huduma ya afya kwa wote, akaahidi uwepo na mfumo dhidi ya taifa ya maji hmm. akaahidi kutoa mikopo hmm. bilioni kadhaa ambazo specifically alikuwa ni bilioni mia mbili hmm. kwa ajili ya wajasiriamali wadogo hmm. aliahidi kurasimisha biashara hmm. ambazo sio rasmi, kwa mfano mama ntilie, maafisa hmm. eh, usafirishaji kwa maana ya bodaboda. Kwa hivyo aliahidi mengi, aliahidi katiba hmm. katiba mpya. Rais akaahidi asilimia mia moja ya matibabu ya magonjwa ambayo yaambukizwi, kwa maana ya magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, saratani, magonjwa ya mfumo wa fahamu wa wale wasiojiweza itakuwa ni bure. Kwa hivyo kuna mambo mengi aliahidi hivyo, kwa, kwa maana ya kwamba ni kipi na kipi, lazima tupite katika hayo, kwamba aliahidi hiki, je amefanya aliahidi hiki, je amefanya? Sasa mm. kama anakwenda moja kwa moja kuzungumzia ulichokiuliza uniruhusu mm. katika swala la ajira tumeona halmashauri tumeona Halmashauri karibia zote hmm, nchini zimeshatangaza nafasi za kazi, Zima Moto wametangaza nafasi za kazi, uhamiaji wametangaza nafasi za kazi, sekta ya afya ambazo Mheshimiwa Rais alitangaza nafasi za kazi elfu tano hmm, tayari wametangaza wame, wame, wame na watu sasa hivi wameshaingia kazini, lakini kimsingi ni kwamba serikali hawezi ka accommodate watu wote Serikali na taasisi zake haiwezi kachukua vijana wote wasomi kwa ajili ya nini ya ajira. Sasa kwa sababu tunasema ajira ni chache, lakini kazi ni nyingi. Kwa hivyo katika upande huu wa ajira, serikali ilichokifanya ni kwamba kuwezesha wale sekta binafsi, private sector, ziwe nurtured, zilelewe katika mazingira ambayo ni mazuri ili na zenyewe ziweze kuajiri baadhi ya vijana wetu. Lakini tofauti na hapo, serikali iliahidi na inatekeleza iliahidi swala la mikopo, imetoa bilioni mia mbili kwa ajili ya vijana. Serikali imetoa maelekezo katika kila halmashauri kuhakikisha wanaandaa eneo la viwanda. Ukishapata kiwanda, maana yake utazalisha ajira. Kwa hivyo hiyo ni katika upande huo wa, wa ajira kwamba serikali okay, kuna ile issue ya eh, build better tomorrow ile ya, ile, ile ya, ya, ya, ya kilimo hiyo pia iko kwenye pipeline kwa hivyo, tunaona kwamba kuna mazingira fulani ya vijana wetu kupata ajira. Hilo linatekelezwa, lakini ni kitu ambacho hakiji leo au kesho, kinakwenda kwa hatua kwa hatua. Serikali ilipiga marufuku ya <clears throat> wakati wa kampeni, Mheshimiwa Rais alitoa ahadi kwamba ikitokea mgonjwa amefariki na wakati anafariki bado alikuwa anadaiwa baadhi ya gharama basi, wale ndugu wa, wa, wa, wa, wa marehemu waruhusiwe kuchukua mwili wa ndugu wao wakamstili waka hilo limetekelezwa, ingawa kuna changamoto ambayo nitaifafanua kwamba okay, marehemu atachukuliwa ataenda kuhifadhiwa, lakini sasa wasiwasi wangu mimi ni kwamba pengine sasa nguvu ikawekezwa hakikisha mgonjwa na ndugu zake wanalipa gharama za matibabu, wakihofia kwamba akifa atalipa. Si kama unaelewa, Bwana Kivumbi? iko sana. Sasa tuliokuwa tunasema habari ya ada, school fees. ada ilibadilishwa jina ikawa michango. Yaani kwamba nia ya serikali ni nzuri, lakini unakuta ada kama ada haipo, lakini michango imekuwa ni mingi. Maana yake ni kwamba sio kwamba ada haipo Ada ipo lakini kwa jina lingine. Kwa hivyo, katika changamoto hii ya, ya, ya, ya marufuku ya, au marufuku ya kuzuia uh, mwili kuchukuliwa na ndugu zake, wasiwasi wangu ni kwamba okay, imesha ina, ina, ina, inafanywa kazi, lakini tuangalie, tumsaidie Mheshimiwa Rais kwamba lakini Naam e, e, kwa bahati mbaya na, ai naam, pale unaweza waka, kapewa mwili halafu, ina maana kwenye mkakati huo ambao rais ameona wasaidie wananchi, wewe unadhani ndani ya siku 100 na watu wanaweza wakaanzisha mikakati yao ya kwamba wasiwe wanalipa ili mradi wavizie mtu afe, hii unal, unal, unalimaanisha nini? Tunaongelea tunaongelea siku mia moja za mheshimiwa rais. mm -hmm. Sasa katika implementation katika kufanyia kazi hayo lazima kuna kuwepo na changamoto o. Mimi kwangu naona kwamba tayari marufuku hiyo inatekelezwa kwa maana watu wanapewa miili ya ndugu zao kwenda kuhifadhi, lakini changamoto, wasiwasi wangu mimi, au kwa maana ya kuboresha, ni kwamba tuangalie isije katokea nguvu ya ziada katika kuhakikisha mtu amekuja kabla haja admitted nini, kwa sababu, kwa nini, kwa nini imetokea hivyo kwamba tumeexperience kwamba mara nyingi mtu anafariki inatokea changamoto ya nini ya gharama kwamba amefariki kabla ya kulipa gharama za matibabu. Sasa unazuia kifo, unaepuka kuzuia hiyo, kuzuia mwili usichukuliwe kwa kubana, kwamba kabla hajapokelea mgonjwa huyu, basi hakikishe gharama za matibabu zinafanyeje, zinalipwa. Sio kama tunaelewana, tafsiri yake ni kwamba basi watu watarudi majumbani wasipate huduma. Swala la siku mia ilo, ilo, ilo, ilo, ilo, moja hilo, ilo, ilo, ilo, ilo, ilo, katika hiyo mm. hoja inayosema mimi ni positive ni kwamba imetekelezwa sasa. Nimesema nime, nime imetekelezwa kwa asilimia mia moja mm -hmm. Lakini changamoto ni hiyo, kwamba tunaweza tukasema tumeondoa school fees tume, tumeondoa ada alafu tukaleta michango, kwa hivyo maana yake ada ipo kwa jina lingine, ndio concern yangu, limetekelezwa Uh, kulikuwa kuna wasiwasi wa demokrasia pengine e, hapa nchini, mpaka wakati mwingine masuala ya kidiplomasia yakaonekana kwamba hayaendi sawa, ndiyo e, tumeona baadhi ya nchi huku na kule e, kipindi ambacho rais ametoka kuapishwa madarakani, ndiyo kwa uelewa wa wako na maono yako, rais ndani ya siku mia moja amefanikiwa kwenye kurejesha diploma, kwenye diplomasia kwenye hali yake bila e, shaka na na fikiri kama sio leo alikuwa na kikao na, na, na, na Ikulu na mabarozi na wa nchi kadhaa nafikiri wawakilishi wa, wa nchi zao hapa Tanzania. Hiyo inaonyesha kwamba ana, ana, ana, ana, ana, ana, kwanza anathamini umuhimu wa diplomasia na ndio sababu kawaita e. Kwa hivyo kimsingi, ana, mimi naona anakwenda vizuri ana e, mimi naona anakwenda vizuri na ndio sababu kawaita wadau wa diplomasia na achana tu na kwamba amekuwa na kikao na mabarozi wa nchi zinazowakilishwa hapa Tanzania, lakini pia waziri wetu wa mambo ya nje tumemwona akizunguka nchi mbalimbali mbali. kwa hivyo, nini kazi ya waziri wa mambo ya nje? Maana yake ni kuhakikisha diplomasia inakwenda vizuri. Kwa hivyo sina shaka na hapo ndani ya siku mia moja. Unajua kuna kitu nasema self determination, kujitambua. Alafu, mimi na, naamini sana katika principle nasema tusiwe waongeaji sana. We have to believe in practical demonstrations ndicho wanachokifanya waheshimiwa mawaziri, hawakai ofisini wanakwenda field, na hilo ilikuwa ni tamko la mheshimiwa rais kuwataka wasaidizi wake waende field wakawasikie wananchi malalamiko yao wanasemaje, na miongoni mwa ahadi za mheshimiwa rais alisema kutengeneza consolidate ule mfumo nani, mfumo wa taarifa kutoka kwa viongozi kwenda kwa wananchi, kwa maana ya kuwepo na uratibu. Kuna changamoto fulani, mheshimiwa waziri fulani awe na mawasiliano na wananchi, kutoa ufafanuzi kwa ajili ya tatizo kadhaa na kadhaa, kwa njia ya simu za bure, kwa njia ya message ambazo hazilipii gharama yoyote. Kwa hivyo ninafurahi kwamba wasaidizi wa mheshimiwa rais, kuanzia mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wengi tumewaona wako site. Kwa hivyo ni jambo zuri kuliko kukaa ofisini, wanaenda kwa wananchi kwa, wanawasikiliza mambo yao na wanachukua immediate measures bila bila shaka shaka bwana Maungo, una, una shaka. Una, una watoto unasomesha kabisa e, matamanio makubwa yalikuwa ni kuona mabadiliko makubwa kwenye sekta ya elimu e, michango inapungua e, watoto wanaenda shule, wanaenda baka na majembe, wanaenda baka na na majembe makwanja kama mtu anaenda kwenye mambo ya kilimo ki zaidi kuliko kusoma nafikiri shule, na na shule zimefunguliwa ni juzi tu tarehe kumi na tatu. mm -hmm. Lakini kabla shule hazijafunguliwa, sikuna maandalizi tunajua elimu ni bure kwa hivyo habari ya ada hiyo haipo na swala la michango, labda niseme tu sasa hivi si ni msimu wa, wa shule kufunguliwa, kwa hivyo wachuuzi wanaofanya biashara za hizi uh, bidhaa zinazohusiana na uzusiana, mambo ya taaluma madaftari e, e, rula, kalamu hawa lazima watatumia fursa hiyo kwa sababu ni msimu, lakini kimsingi elimu ni bure e, sasa nini kinapelekea hii e, pengine gharama zipande, gharama za vifaa. Sisemi habari ya michango michango kwa maana ya walinzi, michango kwa maana sio ya nini, siongelee hiyo, naongelea gharama za maandalizi ya watoto kwenda shuleni. Sasa uji iko hivi shule, shule -nataka, nataka, nataka, e. e, na kamati shule zina kamati nifahamu kitu kimoja ndani ya hizi siku 100 ndio umeona mabadiliko kwenye swala la elimu. Leo tuko siku ya 73. Ndio. Mabadiliko umeyaona kwenye swali lako kimsingi unauliza kama tumefanikiwa Mheshimiwa Rais. Sasa kufanikiwa kwa maana ya sekta ya elimu ni mambo mengi. Ndiyo tusiongelee habari sasa ya hao watoto kwa sababu niliuza mimi na watoto ndio na watoto wako kwenye level ya shule ya msingi sawa sawa, eh? Lakini ukiongelea elimu kwa maana general speaking, kwa ujumla, utaangalia mpaka vyuo vyuo vikuu. Tunaona si nani, vijana wamekuwa admitted, wamekuwa enrolled ma masomoni, wamepewa mikopo, kwa maana ya ile, kwa ujumla, kama unataka katika picha ya, ya elimu, utaratibu alioahidi mheshimiwa rais ni mikopo kwa kwa kwa kwa kwa wanafunzi ndani kupewa uh, elimu ya kujiunga na nafasi za kujiunga na vyuo vya ufundi zote hizo zi zimetolewa zi zi zi zi. Kwa hivyo kwa kuongea kwa ujumla, utekelezaji huo, mambo ni mazuri. Uhaba uhaba wa maji kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Aweso, mheshimiwa wa maji, chanzo ilikuwa ni, ni, ni, ni janga la asili, sio la sio man made, kwamba ni serikali imetengeneza janga lile, kwa sababu ni ukame. Lakini immediate baada ya, ya, ya mvua kurejea, nafikiri kila sasa maeneo mengi yameanza kupata huduma eh, ya maji. Lakini katika sekta hii ya maji, nafikiri nakumbuka ni haja ya mheshimiwa rais kuhakikisha nchi nzima inakuwa na gridi ya taifa ya maji kama ilivyokuwa na kama tulivyo na ile gridi ya taifa ya umeme. Kwa maana ya kwamba kama chanzo cha maji Ruvu chini au sehemu yoyote kitapungua, basi kuwepo na mbadala kutoka sehemu nyingine, e, kama tunavyosema umeme, pengine kituo cha umeme cha Kiansi au Kidato umeme substations hazifanyi uh, kazi maana yake tutapata umeme kutoka sehemu nyingine, bwawa la Mwalimu Nyerere. Ndivyo sera ya nani, ahadi ya Mheshimiwa rais kwamba tutakuwa na gridi ya taifa ya maji. Kama kuna scarcity, kama kuna waba sehemu nyingine, basi tutapata huduma. Eneo hilo ambalo halina maji litapata huduma kutoka sehemu nyingine. Lakini hili jambo la Dar es Salaam ilikuwa ni jambo la, la, la, la, la, la natural disaster ni, ni, ni, ni janga la asili sio kwamba limetengenezwa na serikali unakili limepungua au limepungua limepungua mm, changamoto huwa ziishi changa, ah, mambo ya kutatua matatizo ya jamii ni mchakato ni process huwa, mm, hmm, ziishi zinapungua, lakini zinapungua kwa kiasi gani, labda tuongelee hapo ja, changamoto imepungua kwa kiasi kubwa, limefanikiwa limefanikiwa kwa kiasi kubwa. Mtazamaji uh, wa mtazamaji wetu, bado tunaendelea tuko na Maungo ma, Omari Hamisi ambaye yeye ni mdau wa maendeleo na busu na leo tukiwa tunazungumza masuala kadhaa ya eh, kuelekea siku mia moja za Rais Samia madarakani eh, na tumeona eh, baadhi ya watu ambao tumekuwa tukiwaalika hapa na wanazungumza eh, kuhusiana na kile wanachowiwa wao kuona ndani ya siku mia moja hizi nini kimefanyika, lakini bado tunaendelea na bwana ma Maungo eh, Maungo, utata mkubwa, matarajio makubwa wanachokiamini wananchi na watu wengine e, ni kwamba au hata rais alisema wakati kwenye kampeni, kwanza kulifanyia kazi swala la katiba mpya yeah. Hili kichwani kwako kilisikia unadhani, una, una, nini ndani ya siku mia moja hizi, pengine rais anaweza kafanya chochote e? ndiyo anaweza kwanza kwanza mweshimu, kitendo cha mheshimiwa rais mm. kuahidi kushughulikia issue ya katiba mpya ni kwamba alijua kuna tatizo au kuna changamoto ambazo chanzo changamoto hizo ni katiba, kwa hivyo kitendo tu cha mheshimiwa rais kusema tuta nitashughulikia swala la katiba mpya, hmm, ni sifa moja kubwa ya kiongozi kwamba ametambua kuna tatizo. Kwa hivyo juzi hapa, wakati anahutubia anahutubia taifa kukaribisha mwaka mpya 2026, mwaka 2026 alisema kwamba bado ana nia ya dhati kuhakikisha anawachia katiba mpya, lakini katika zile sintofahamu, the the aftermath of the election ambayo um, um, um, ile nini kilifuatia baada ya uchaguzi mkuu uliopita ndicho kimempa kigumizi, kwamba ilitakiwa i stabilize nchi kwanza katika amani, swala la amani, alafu tuje kwenye mchakato wa nini, yani tunapoenda kwenye mchakato wa katiba, kwa sababu either tunaweza tukaanza mchakato toka mwanzo au tukaanzia pale tulipoishia lakini tusiende tukiwa sio wamoja. Kwa hivyo akaona aunde kwanza ile tume e, tume ya, ya Jaji Othman Chande ili kutafuta nini hasa kilitokea na tunakwenda wapi. Of which mimi naamini kwamba anategemea findings za ile tume. Nini kitakuja, nini itakuwa ni matokeo ya ile tume inaweza ikawa ni nyama ndani ya katiba. Si kama anaelewa Bwana Kivumbi kwamba tuchukue katiba ni skeleton sasa huku tuna tume ambayo inafata ina, ina, ina, iko kwenye mchakato wa mambo kadhaa kadhaa kadhaa, nasasa specifically nini kilitokea kabla na baada wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, na atakachokipata kile pengine kikaja ku supplement kwenye nini kwenye katiba. Lakini alisema bado anania hiyo, na mimi naamini anania hiyo kwa sababu tayari alitangaza yeye mwenyewe na aliahidi kwa hiyo kwa, kwa maneno yapo wale ambao wanapushi zaidi maana yake ni kama kuna kitu wana- wanakitaka wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana kwa nguvu wanaopushi yani, kwa mfano wanaopiga kelele zaidi wakati mchakato unaendelea wanaopushi kwamba katiba ipatikane patikane kwa siku ndani ya hizi siku zianze huo um, mchakato um, um, kabla ya uh, tume hajajichanda. Ah, sasa mm-hmm. Kwanza kama nilivyosema mwanzo rais mwenyewe ndiye aliahidi kitu cha kwanza tu kwamba rais ameahidi ni kwamba alijua kuna changamoto mm, changamoto ambazo chanzo ni katiba. Kwa hivyo akaahidi mwenyewe, ndio nimesema awali kwamba problem realization, yani kiongozi kutambua tatizo ni sifa kubwa sana. Huwezi kutatua tatizo kama ulijui hujui, yani unatatua nini kama hujui kuna changamoto fulani. Alishaelewa, kwa hivyo kama kuna vitu vya, kama kuna watu wana pressurize pengine wana interest zao lakini sio kwamba wao ndio wasababishe rais atekeleze kwa sababu yeye mwenyewe alishaahidi. Siku mia moja kwanza ndio nimesema ni, ni, ni vipaumbele yeye aliona na of which hata mimi na support aliona, ni kwamba lazima nchi iwe stable. Baada ya nchi kuwa stable, swala la, la, la, la katiba mpya litakuja kwa sababu mimi mwenyewe ndio niliahidi. Kwa hiyo mimi sioni kama hapo kuna nani amesema kama anavyofafanua ni kwamba ile tume ina mambo ambayo nafikiri yanaweza akasupplement kwenye katiba yakaingia kwenye katiba. Ndio kwa mfano kuna kuna kuna kuna hivi viashiria vinavyosema okay, eh, wale wajumbe component ile wajumbe walioko kwenye kwenye ile tume uh, awafai awa, awa kutokana na nature tatizo lililotokea, lakini mimi nasema nchi ina watu wengi ambao ni potential na wale wote pale ni klibu, wala ona tatizo wale tatizo tu za za, za, za kelele kelele ni kwamba ni nani ame amewateua, ame, ame, ame wale. Lakini sasa kitendo cha rais kutangaza tume ya mwe, mwe, mwe, mwe, mwe, Jaji Othman Chan, pia ni utashi kusema kwamba kuna tatizo, hawezi akaenda, kama ana assume yuko ni biopic kwamba hakuona tatizo. Ameona kuna tatizo, tusovu tutengeneze tume hii, tume ikatuletee findings zile findings zitatusaidia kwenye mchakato wa nini wa katiba haya. Uh, nadhani wakati tunaelekea mwishoni mwishoni. Ndiyo. Eh, maridhiano ndiyo imekuwa neno kubwa sana, Ndiyo. ndani ya siku mia pia, eh, maridhiano unadhani unaweza ukawa una nini cha kuzungumza kwa wewe unavyoona je? yeah. yanaweza yakafanikiwa kwenye siku mia? maana tuna maridhiano wengine hawataki wengine wanataka nini hasa unadhani ukisikia uki, maridhiano tunafanikiwa? tuna, tuna ndani ya ndani siku mia kuweka skeleton vizuri, au bado kuna mkwamo? Hata hata hizi process zote ninazozielezea za Mheshimiwa Rais kutengeneza tume ya Mheshimiwa Othman Chande ni sehemu ya, ya, ya maridhiano. Sasa maridhiano ni mchakato mm -hmm. kwa sababu nini? Maana maridhiano kuna changamoto zimepita. Sasa huwezi kuamka asubuhi ukasema uka nahitaji maridhiano mchana ukaingia kwenye maridhiano jioni ukao umeyapata maridhiano. Ni, ni mchakato lakini katika jambo lolote aidha ilio ni chanya au hasi kuna lazima kuna watu wana, wana, wana, wana vinasaba tu vya vya kukataakataa tu yani, hata kama jambo ni, ni, ni zuri, lakini wengi tunahitaji maridhiano. Tumeona madhara ya tarehe 29 nchi ilikuwa nani lockdown. Mm. ilikuwa lockdown ile. Sasa nani anahitaji kuendelea ku, kuishi katika mazingira ya namna hiyo? Tunahitaji amani iwepo, watu wafanye kazi zao kwa, kwa, kwa, kwa utulivu, kwa upendo. Sasa nini kitaleta uh, mazingira kama hayo ni maridhiano. Hmm. Lakini ni, ni kweli, ni, ni, ni nasema ni kweli kwa sababu tu katika akili ya kawaida lazima kutakuwepo na watu ambao wao kutokuwepo kwa maridhiano nchini ni fursa kwao kwa sasa. Sasa ili ujue amefanya kazi asilimia ngapi lazima za lazima, za kwangu mimi e, ya, kwanza ya, leo, ya, ya, leo ni siku ya sabini na tatu bado siku ishirini na saba kufikia siku hapo yeah. Katikati hii yeah. habari ya tume ya uchaguzi hii, sorry habari ya tume ya, ya Jaji Othman Sandi haikuwa ahadi ya mheshimiwa rais siakaa mm. Tunaelewana mm. Ilikuwa ni ni, ni tume imetokea imeundwa baada ya ya, ya ya mchakato wa uchaguzi ambao pia ni kwa sababu tunaposema ndani ya siku hizo, tuangalie pia nini hasa pengine kuna obstacles labda kuna vikwazo ambavyo vimepelekea. Kwa hivyo kama leo ni siku ya sabini na tatu, manake sasa katika alioahidi mheshimiwa rais, tunasema tuseme ni asilimia sabini na tano. mm -hmm. Tum, tumfanyie tathmini ndani ya asilimia sabini na tano. Katika asilimia sabini na tano kuna mambo yako kwenye pipeline mm -hmm. kuna mambo ni political, ni, ni, ni, ni masuala tu ya kutoa kauli za kisiasa, lakini kuna mambo yanahitaji kubadilika kwa mfumo, yani kwamba rais anahitaji jambo hili, lakini jambo hili linahitaji mabadiliko ya nini? Ya mfumo. Kuna mambo ni yanatokea tu, kwa maana ya, ya ni matamko ya kisiasa na utekelezaji unaanza. Kwa mfano, unapoambiwa amewataka viongozi wasikae ofisini, waende field, hiyo ni ni, ni, ni utashi wa kisiasa na kweli inafanyika, lakini kuna mambo ni ya kibudjeti. Kwa hivyo ukiniambia niwe specifically kwamba ni asilimia ngapi, labda nifanye assumption tu, to, to be fair, tunaondoa hizo 20 siku hizo asilimia kadhaa. Sasa hivi ni siku ya leo, ni siku ya 73 sabi, kwa hivyo tuongelee ni robo tatu katika asilimia 75. Mimi nampa Mheshimiwa Rais asilimia 70, amefanya kazi kwa sababu situmongelea ajira Saabu. kwa vijana situmongelea ile marufuku ya watu kutopewa, kutopewa miili mm. ya ndugu zao kwenda kuhifadhiwa. Tumeongelea habari ya bilioni mia mbili mm. za za za, za mikopo, mikopo. Mm. tumeongelea habari ya kurasimishwa kwa biashara ambayo sio rasmi mm. Mi, michakato yote hii iko kwenye pipeline inaendelea. Mtazamaji, hayo ndio maneno ya Maungo Omar Hamis ni moja kati ya watu ambao nimekuwa nao, uh, siku ya leo, kwa wakati mzuri kabisa, tumejadili na umesikiliza vizuri. Uh, tutaendelea kuwa na mfululizo huu wa vipindi na watu tofauti tofauti ambao tunaamini tutakuwa tukikuletea moja kwa moja. Uh, la mwisho, kama kuna chochote cha kuambia wananchi uh, au serikali. Mimi ushauri wangu ni ni kwamba mheshimiwa rais na serikali yake waliahidi, sisi tunasubiri utekelezaji, lakini sisi wananchi tuna nafasi yetu kuonyesha ushirikiano. Yani, tusiwe kikwazo, tusiwe kikwazo, tukitakiwa kufanya jambo fulani, pengine pisheni hapa, kuna mradi fulani unahitajika, tuonyeshe ushirikiano. Na upande wa serikali, kwa sababu waliahidi, waendelee kuwa committed, waendelee kuwa committed kama walivyoanza, na tunafikiri tutafika, tutafika. Kwa hivyo ni swala la sisi wananchi kuonyesha ushirikiano kwa serikali yetu, bila kuangalia nini kilitokea huko. Yaliyopita yameshapita, tusonge mbele, lakini na wao serikali basi, kama ambavyo tunashuhudia, waendelee kuwa committed. Sasa ikafikia wakati sasa, unajua kuna kuzoea ile, mwisho wa siku inakuwa ni lazy affair, nimezoea. Ah, sasa nimeshazoeleka, nimeshazoeleka. siku mia moja zimepita, kama nilivyosema awali, siku mia moja haziko kikatiba. Commitment ya, ya nani ni kuonyesha tu kwamba okay kuna mwelekeo fulani katika yale tuliyoahidi wakati wa uchaguzi. Mwelekeo ni huu. Mimi naamini tukionyesha ushirikiano kwa serikali na watendaji wa serikali, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakiendelea kumpa ushirikiano Mheshimiwa Rais ndani ya siku mia moja alizoahidi tutakuwa tumefika sehemu nzuri. Pamoja na lazima tuzingatie changamoto iliyotokea baada ya uchaguzi, kama ilikuwa ni siku mia moja. Basi unaelewa namaanisha nini Bwana Kivumbi? Ah, sijaelewa, labda unieleweshe. Kama tulikuwa tumepanga, kama mheshimiwa rais alisema siku 100 eh? bila bila makando makando na makandokando yakatokea, wewe uoni kumhukumu ndani ya siku 100 ni changamoto pia, tufanye consideration. Tufanye consideration ya yote yaliyotokea, tunaweza tukamwongezea, lakini mpaka hapo hata ukisema okay, hakuna hakuna si kuongeza au hakuna nini, hata ndani mm, e, ya hizo siku tunaangalia mwelekeo mm, eh mwelekeo ule ndio unaona hapa tu, sisi tunachoangalia ni mwelekeo mm, yeah. Eh, basi ni kushukuru sana na karibu sana katika studio zetu, na kwa wakati mwingine tutaendelea kushirikiana. Asante sana bwana Kivumi ha, asante, asante sana, uh, mtazamaji wetu, sisi hapa nasi hatuna la ziada tunaweza tukasema tu so, tunakomea hapa mpaka kwa wakati mwingine tena, asante na